William Ruto sasa amesema kuwa yuko tayari kupambana na viongozi wa upinzani ifikapo mwaka 2027. Rais Ruto ambaye amezungumza alipoanza ziara yake eneo la magharibi, amewataka viongozi hao kutulia kwa sasa kwani wakiingia uwanjani watapambana vilivyo kisiasa. Aidha, amewapuuza akisema kuwa kiongozi aliyekuwa na hadhi ya kushindana naye ni hayati Raila Odinga, ila wao atawashinda asubuhi na mapema. Fred Wambua na taarifa kamili. Siku ya leo Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku nne katika eneo la magharibi mwa Kenya leo hii akizuru kaunti ya Kakamega. Rais Ruto akisema kuwa yuko tayari kupambana na viongozi wa upinzani ifikapo mwaka 2027, akiwataka kutuliza boli, kwani wakati huu ni wakazi kwa wananchi wa Kenya. Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka hawa watu watuletee vitina, wale watu wa ukabila mingi na chuki mingi na kisirani mingi. Sisi tunawaambia sisi, wakati sasa ni wakati ya kazi ama namna gani? Si nyinyi mutamuweka mahali yanatosha? So mi nawaambia hawa jamaa, tulizeni boli, mambo bado, wacheni kwanza tufanye hii kazi ya wananchi ama namna gani? Siku ya siasa ikifika, tutakutana na nyinyi kwa kiwanja. Joto hili la siasa likiendelea kupanda, rais ameweka wazi kwamba kiongozi aliyekuwa na hadhi ya kushindana naye ni hayati Raila Odinga, kwani waliopo sasa hivi atawapeleka nyumbani mapema. Mkiniona mimi hivi ati wale watu tunashindana na watu ni wale eh? Yani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning oh, amepotea ama na magani? My friends si kweli ama si kweli? na na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan, they have no agenda, they have no program, they have nothing ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Aidha, ameshabikia serikali jumuishi kama walivyokubaliana na Odinga akisema ha, kuwa hakuna sehemu ya Kenya itakayoachwa nyuma kwa misingi ya kikabila au upande waliopigia kura. Mzee alikubali, na ndiyo sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad-based, ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa, hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma na ndio sababu hiyo mnaona tumeungana jameni, tuweze kusukuma maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi. Tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la sahau, tunaungana, tunashirikiana, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena. Sasa mimi niko na wewe 100%. 00 sawa sawa. Na mimi nataka nichukue nafasi hii, nitumie nafasi hii kuleta watu wangu wote ambao wamekuwa na mimi miaka hii yote, ambao wamekuwa na Raila Molo Odinga wote pamoja wawe na wewe katika broad-based government. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Ziara ya rais magharibi mwa Kenya imewaletea wakazi hao maendeleo kochokocho, ikiwemo hospitali na pia barabara. Fredrik Wambua, Undugu TV.